Hodi. Ah, nani tena huyu ananisumbua nanisumbua saa hivi mi nimechoka. Hodi, nakuja bana. Tulia mjinga, unataka nini? Watu umechoka usumbufu tu. Ah, kumbe baba mwenye nyumba za asubuhi ah, za jioni. Nataka kodi yangu tu. Ah, uche utakuwa umechanganya bwana, mbona mi nishalipa kodi? Hapana, hujalipa. Lakini mbona Alyssa akaniambia kwamba ameshakulipa? Hapana bwana, unaamini kichaa hajanipa hela yoyote sikia, msiponipa mpaka kesho mtakuta vitu vyenu vyote viko nje. kama Fabian. Anaingia ndani anamuuliza Alisa, mwanamama anasema kwamba amempa ba mtu ambaye anakaa naye alipe. Wanatoka sebuleni wamuulize, muuni kasepa kaondoka na vitu vyao vyote, vyote vya thamani, na wana masaa tu kabla mwenye nyumba hajatoa mazaga yao yote na hawana sehemu ingine yoyote ile ya kukaa. inaitwa One of Them Days na hii ndo recap yake. mimi naitwa Winani, TikTok napatikana natumia Steven San Winani Dreux na Alyssa ni mabesti wanaokaa nyumba moja. Dreux yeye ni mhudumu katika mgawa mojawapo hapo, hapo town, ila Alyssa ni mission town tu. Sema katika nyumba yao wanakaa na mchumba wa Alyssa anaitwa Keshawn, kwa madai ya kwamba nyumba yake yeye iliungua, kwa hiyo yu yuko hapo kwa muda tu. Ilianza atakaa siku sita, ila kwa sasa tayari ni miezi kadhaa imeshakata Inaanza Dreux anamalizia shift yake, anatoka, anamsubiri Alyssa aje kumchukua akapumzike kwa ajili ya kuwahi interview baadaye. Alyssa anakuja kachelewa kinoma. Samani best, samani sana, nilimpitia shoga yangu. Baada ya hapo nikakuta njia imefungwa, ikabidi nizunguke, nipitie njia nyingine, kule ndo niji hapa. Wanafika home wanakuta rafiki yao wa mmoja anaitwa Fabian katolewa nje. Dreux eh, mshikaji vipi da, uche kanitoa bana asubuhi. Da, e bana, uche acheki, na wote si ukafa juzi tu, hata ardhi ajempokea Eh, ndo hivyo bwana, nitafanyaje sasa? Anafika ndani anakuta msusi wake anaanza kumsukua mtu mwingine akati hajamaliza alafu yeye anabidi aende kwenye interview. Oh jamaa, hizi ndo mambo gani? Si tukubaliana kwamba nikija na nimaliza mimi? Ah kwa sababu nimeshakulipa. Ah wewe naye tulia bwana. Subiri nimalize huyu alafu nitakurudia. Hapana bwana, ustarabu wa wapi wewe? Dreux, ukiendelea na fujo, namwambia baba mwenye nyumba kwamba wewe umevunja kamera zake za CCTV. Anaamua kusepa. Anafika kwenye rumi yake pachafu kinoma, ani viatu chini, picha za Alisa ziko ovyoovyo. Alisa wake na mchumba wake hawajasafisha. Na kinachomfanya jamaa akae sana hapo ni sababu Alisa anamkubali kinoma, kwenye mechi, mambo ya kileleni, sio kufika kigoma, vitu vya kawaida sana kwake. Lakini Drew hapendi kweli jamaa anavyokaa pale alafu hachangii chochote. Alisa anamwambia nitaongea naye. Drew anaamua kwenda kulala kidogo, hajakaa sawa hodi, anatoka nje Ba mwenye nyumba anadai kwamba hajapewa hela yake ya kodi alafu, Dreux kaitafuta kwa tabu balaa. Anamfuata Alyssa kumuuliza, maana alimwachia yeye. Alyssa anasema alimpa ba mtu akampe ba mwenye nyumba. Wakati nabishana, Keshawn alivyojua kwamba kimenuka, akachukua mazaga yake na kukimbia. Wanatoka kumuuliza, jamaa hayupo, kasomba vitu zake, kasepa na hela ya kodi pia. Wamefanya kauchunguzi kao pale, wakajua kwamba ameenda kwa manzi nyingine inaitwa Bernice. Alyssa kakasirika sana. Yani, jamaa aibe alafu bado ananichiti. Wakafika mpaka home kwa Benisi. Huo mtaa wake ni wa wahuni balaa. Ngazi kupanda kuna kwake, kuna wajumba wanavuta sigara kinoma moshi kama ukungu wa asubuhi. Wakubaliana kwamba Dreux akamzuge Benisi alafu Alyssa apite nyuma kwa nyuma aibe hela. Dreux kafika mpaka pale, jaribu kumpa stone mbili tatu. Alyssa kapita dirishani kamkuta kishoni. Anacheki wallet, hamna kitu. Jamaa anashtuka. Alyssa, wewe mjinga, umeiba hela yangu afu bado umenichiti. Kishoni na hapana, uelewi. Subiri nikuonyeshe kitu, ile hela nimeamua kuwekeza, utapata mzigo mrefu sana. Umewekeza kwenye nini wewe Kishoni? Tazama hii ngoma wewe mjinga. kuchi ndo nini? Ni unyama, itauza sana hii. Haiwezi kuwa muhimu kuliko hela ya kodi, wewe jamaa. Dreux naye kashash tukiwa huko kwamba stori zake ni za uongo, yani amdanganya danganya. Mara Benisi anasikia kitu kinaanguka huko juu. Alyssa na Kishoni wameshindwa kuelewana, jamaa kaishia kuanguka. Benisi kafika anakuta mtu ambaye hamjui, ndo Dreux kumsukuma Benisi ili wakimbie na Alyssa. Benisi anawafukuza bahati mbaya akajigonga kwenye mlango wa gari ya mtu. Alisa na Dreux bado mguu na Dreux, oh, njia Asa, sababu wamekosa hela wakaamua wakachukue mkopo. Fika pale kaosha damu tambo nyingi na nini, wanaulizwa kazi, ndio Dreux kusema kwamba yeye ni mhudumu wa mgao. Haya, naomba basi kadi yako, tucheki balance tuone tuweza kukupa shingapi. Anaiweka tu kwenye mfumo, anaishia kucheka. Wewe vipi? Unamshtuka moyo au? Uko sawa kweli? Dreux anauliza. Mhudumu anamjibu, wewe ndio nikuulize uko sawa kweli sna mtu mwenye pesa kiasi kidogo kama hii wanamkasirikia tu na kuamua kuondoka. Baadaye wanaona si waingie hospitali kuchangia damu, wanaweza kuvuna kitu. Wanafika pale wanauliza ni shingapi watalipwa, wanaambia dola sabini, kama laki moja na sita hivi, kwa kama wakiwa wawili kwa chap chap, na mwisho itakuwa laki tatu na sabini na tatu. Wanaambia na huo nao utakuwa ni mwanzo mzuri. Nesi anauliza nani ambaye anaanza. Alyssa anamnyoshea Dreux. Da, ikabidi basi mwanadada aanze tu. Anafika kwenye chumba anamwambia nesi, nenda taratibu, na mimi mgeni kwenye haya mambo, ndo mara yangu ya kwanza. Nesi anambia eh, karibu kwenye club, mara yangu ya kwanza pia. Brooks anashangaa, Alisa anamwambia usijali, focus tu wewe na hela. Nesi anajaribu jaribu, mara mshipa upate akose ukakubali bana. Alisa akaamua kwenda kupumzika kidogo, ila mpumziko wake anaingia tinda, alafu anaombea kwamba apate mwanaume mwenye hela. Dreux huku anaomba aongeze damu ya kutoa ili hela iwe mingi. Alisa anasinzia kuja kuamka anakuta muda umeenda bala, alafu Dreux kashatoa pakti nne za damu. Nesina anamwambia na unaweza pata hela lakini sijui kama ana damu shoga yangu. Alisa anafika kwenye chumba, ah, mbona umemtoa nyingi? Nesina: nilimwambia lakini Alisa akachumua mpira ule damu ikaanza kutapakaa kila mahali. Nes kiongozi anakuja anaambia, kwa hali hii hamna pesa yote ambayo mtapata. Sema naweza hapa tu kupo ni amenyu ngachukue chakula kwenye mgawa fulani. Wanafika pale wanapewa mlo mwizi anaupitia. Anakuja jamaa anaitwa Maniac anaofa kuwasaidia. Alisa anaona da, mbona jamaa anandinga huyu atatupa mpunga huyu anamtagi Dreux tena. Yaani yeye ya hataki tabu kabisa. Alisa anaondoka tu. Maniac anapigiwa simu hivyo anamwambia Dreux afunge mkara chapo waondoke. Wako njiani, shoka linaanguka kwenye siti ya Dreux akiwa anamuuliza maswali amjue ni nani hasa na kwa nini anamuita Maniac. anapigiwa simu na Alyssa, anapokea kumbe ni jamaa anaitwa Lucky. Anamwambia aje kumchukua rafiki yake, atakufa yupo kwenye nguzo ya umeme. Kwa hiyo wanaamua kuharakisha kwenda, huku Benisi huko na Keshawn wapo bado wanawatrack Dreux pamoja na Alyssa Wanafika pale mgawani wanaambiwa kwamba alipanda Mercedes nyeusi alafu akaondoka zao. Huku Drew anafika, anakuta rafiki yake anataka kuchukua Jordan ambayo ziko kwenye nyaya ya umeme, mzigo anaopata sema, anaishia kupigwa shoti na kumwangukia Drew. Anaje kushtuka, Drew yupo kwenye ambulance. Alisa anamwambia usipanic, ulipitiwa ni kao sana cha kufanya, kwa hiyo nimeamua tuje huko we mjinga hivi unajua bili ya ambulance ni shingapi ikabidi waruke nje ya gari wakimbie baadaye wanavitia viatu mtandaoni dakika kadhaa tu mteja anatokea wanakutana naye wanamuuzia kwa dola 1500 mpaka hapo hela ya kodi ilikuwa ameshapata inabakia na change kabisa ikabidi Drew aende kwenye interview kafika pale Mungu mwema mabosi nao akamkubali hasa Alicia kashindwa kuvumilia kishoni kamteksti akamjibu kwa kumsendia picha na jamaa alioko pembeni pale Benisi anaangalia kama anapajua hivyo. Anafika pale Dreux, naye anamaliza interview na mambo yanaenda fresh kabisa. Alisa nje anapigwa na Benisi hasa mabosi ile kitu akaona, wanaambizana da, uhalifu umekuwa mkali sana siku hizi katika mitaa yetu. Dreux anaitikia e bwana da. Ghafla Alisa anaanza kumwita Maboss, wanamuliza mbona kama anakujua. Hapana, mimi hata simfahamu yo, bado mdada anamuita tu ikabidi atoke tukwenda kumsaidia, akafika nje kumcheke rafiki yake, lakini wote wanaishia kupigwa. Na kwa namna hiyo tu akapoteza kazi ambayo hata alikuwa hajaianza pamoja si na kupoteza hela ya kodi, kwa sababu Keshawn aliamua kuondoka naye. Dreux anajiuliza kwanza hawa wametupataje? Alyssa anaanza kuomba radhi, Dreux, niambie tu nini, dunia imewaleta au ni maajabu fulani tu yamewaleta, au chochote sio? Umeongea na Keshawn? Nisamehe tu ndugu yangu. Dreux alikasirika sana, wamebishana mara simu ikaita, kupokea ni jamaa anaitwa Lolo, alafu kumbe vile viatu ni vya kwake bwana, jamaa akamwambia anataka naye kipande chake, sema bei aliyotaja ni tofauti kabisa na wao waliouza, na bado hela yenyewe hawana. Wanafika nyumbani, mwenye nyumba kashatoa vitu nje. Akaja mpangaji mwingine mgeni, aliyefika mchana, lakini anaonekana anampunga, anachukua mchoro wa Alisa kwa hela ndefu tu. Baadaye wanaanza kama, huyu Bethany kachukua huu mchoro na iko mingine, si atakuwa na marafiki zake wengine basi ikabidi waandae ka event pale nje, alafu akamdanganya Bethan kwamba ni event kubwa sana, aalike marafiki zake. Jambo kweli kakubali, wakapata mpunga wa kumlipa Lolo. Sema jamaa alipofika, sababu anapenda fujo, akakichafua pale, wakaanza kukimbizana kidogo, wakatokea polisi. Ikabidi basi Lolo aanze kuwakimbia. Dreux na alisa wakarejea nyumbani, wanafika pale wanashukuru Mungu kwamba vitasa vikuwa vijabadilishwa bado pale home, kwa hiyo wanaingia ndani. Kufika mule kishoni yuko ndani, kashindana na benisi, anamwomba radhi alisa, anaomba tena akae nao hapo katika nyumba yao. Ghafla Lolo anaingia Kishoni anaanza unajua, mshikaji, hapa hata sio kwangu, kwa hiyo ukiniua mimi ni kama unanionea. Dru kweli mshikaji, si ulikuwa unaomba radhi sasa hivi tu? Lolo akabamiza mlango, zege la nyumba likamwangukia akapoteza fahamu. Dru na Alisa wanafurahi hasa. Kishoni alipanga mishumaa ikaishia kuwaka moto, fanya mchakato wa kutoka basi kabla moto haujawa mkubwa na kuwadhuru, wakashindwa wakashia tu kuombana msamaha, wakiamini kwamba ndo muda wao huu umefika wa kufariki. Hapo yupo Dru Alisa kishoni pamoja na Lolo maana walimvuta. Mungu mwema, zima moto anatokea pale na kuwaokoa. Kwa hiyo mwisho kabisa jirani yao anaitwa Mama Ruth anawahidi kwamba atawatuza mpaka pale ambapo apartment yao itakaporekebishwa. Lolo naye anakamatwa na polisi, kumbe ana madeni kibao huko kausha damu. Kwa hiyo kwa sasa wako zao nje pale wanaanza kwamba, kama apartment yetu itarekebishwa basi sasa hivi lazima iwe na jacuzzi, kiwe na kichumba fulani cha kuchorea, AC nayo, na lazima iwepo bomba la maji ya mvua lazima na filamu inakuwa inaishia hapo. Asante sana kutazama recap hii ambayo kimsingi ni komedi tu, inaitwa One of them Days. Mimi naitwa Winani, asante kwa wewe ambayo umesubscribe na kujikuta mwanafamilia, inamaanisha vingi sana kwangu. Asante na kwaheri.